Siri ya kupata wateja mia moja wa kwanza kwenye biashara yako ni kununua kozi yangu, kwa sababu kwenye kozi yangu nimefundisha vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, lazima utengeneze story yako. Who are are are you? you you Where Where are you coming from? Where are you going? Jambo la pili, lazima uoneshe thamani na namna gani utaweza kum, kumtoa hatua moja kwenda jingine, mteja wako ambaye ni unategemea kuwa mteja wako. Lazima uoneshe thamani na matumizi na umuhimu wa kuwa na hiyo huduma. Alafu kitu cha tatu lazima uuze. Sasa hizi zote ni skili ambayo unaweza kutengeneza kwa kupata kutengeneza wateja ukitaka kutengeneza hivyo, kwa ujumla, hapo ndipo unaweza kutengeneza mauzo kwenye biashara hiyo. Ni wan kwa ujumla, hiyo inaitwa personal brand. Alafu baada ya hapo kwenye personal brand, lazima ujue kufanya marketing, lazima ujue kufanya sales. Ndio maana kwenye, kwenye kozi yangu ambayo inaitwa wateja mia moja wa kwanza hivi vitu vyote nimevifundisha umo. Komenti neno kozi kujifunza namna ya kupata wateja mia moja wa kwanza. Huwezi kupata kama hujachukua kozi yangu na ujachena, huwezi kupata wateja mia moja wa kwanza kwenye mishahara yako, kama unanifuatilia na kusikiliza tu za dakika mbili badala ya kujifunza na kuwa serious na maisha yako, nunua kozi. Komenti neno kozi kupata kozi yako.